Karibu katika episodi ya pili. Mara ya mwisho tuliishia hapa, wakati bosi kidevu na Neema ambao waligeuzwa watu wa ajabu na Nkunda ili kumshambulia Baraka. Je, unajua nini kilitokea baadaye? Nie, vimdudu wa puuzi, ngoja sasa niwaonyeshe kazi. Baraka umekuja na yule aliyesababisha balaa hapa kijijini, baba ni wewe. Sasa kabla sijaanza episodi ya pili, hebu kwanza laiki, kisha ni follow au subscribe. Afu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako yakok. Okay, tuanze sasa. Bahari ilichafuka kwa rangi ya kijani na nyeusi. Kasim na Zuena wakiwa wamepoteza utambulisho wao walimrukia Baraka kwa kucha zilizochongoka. Malika Saladini alijirusha mbele ya Baraka akitengeneza ngao ya nuru ya bluu iliyowazuia wale mazimwi. Baraka, kimbia kuelekea kwenye lile lango Malika alipiga kelele, sauti yake ikivuma kama mwangwi wa kengele. Mzee Kombo ana siri ya namna ya kulifunga. Lakini Nkunda hakuwa anatazama tu, alinyanyua fimbo yake ya kifalme na ghafla mikono mikubwa ya matope ya baharini ilitoka ardhini na kuwashika miguu. Mzee Kombo nabi cha usiku, hakuna anayekwenda popote, Nkunda alinguruma. Damu ya mpenzi ni ufunguo, lakini roho ya mzee huyu itakuwa kafara ya kwanza Fimbo ya Nkunda ilianza kutoa miale ya umeme wa giza kuelekea kwa mzee Kombo. Kabla miale haijamfikia, nahodha Shika alijitosa mbele na mkuki wake wa mfupa mkuki. Ule ulifyonza ule umeme, lakini nahodha Shika alipiga kelele ya maumivu, huku mkono wake wa pekee ukianza kuungua. Shika, hapana! Baraka alijaribu kumsogelea, lakini bosi Kidevu alimzuia njia. Ulisema mimi ni mla watu Baraka? Bosi Kidevu alicheka kicheko cha kinyama. Sasa nitakula moyo wako ili niweze kupumua tena nchi kavu. Wakati vurugu zikiendelea, Zari alifumba macho na kuanza kuimba wimbo wa kigeni. Gafla, kundi kubwa la samaki wadogo wadogo wenye mwanga mwekundu walikuja na kumzunguka bosi Kidevu, wakimgata na kumchanganya. Baraka, sikiliza. B. Chausiku alipiga kelele huku akipambana na yale matope. Wewe si mvuvi wa kawaida. Kovu lako halikuwekwa na mzee Kombo pekee. Damu yako ina asili ya walinzi wa bahari wa kale. Ndiyo maana unaweza kupumua hapa. Baraka alishtuka. Alikumbuka baba yake ambaye alipotea baharini miaka mingi iliyopita. Je, baba yake hakuwa mvuvi wa kawaida? Kama unataka kuwashinda hawa, Bi Chausiku aliendelea lazima udondoshe tone la damu yako kwenye jiwe la msingi la lango. Itabadilisha mwelekeo wa nguvu za Nkunda na kuzigeuza dhidi yake. Malika alimsukuma Kasim upande mmoja na kumshika Baraka mkono, Usiogope, Baraka. Mlango uko wazi. Njoo. Nitakufikisha hapo, Baraka, lakini Nkunda akigundua nia yako ataharibu kila kitu. Wawili hao walianza kuogelea kwa kasi kuelekea kwenye lile lango la giza ambalo sasa lilikuwa limeanza kutoa sauti ya kutisha kama mlango mkubwa wa chuma unaofunguliwa. Ndani ya lango lile kulikuwa na majeshi ya viumbe wa ajabu wakisubiri amri ya Nkunda. Nie, vimdudu wa buzi, sasa niwaonyeshe kazi. Walipofika mbele ya lango, Nkunda alionekana mbele yao kama kuta ya giza. Mmedhani mimi ni mjinga? Mkunda alicheka. Baraka, unadhani damu yako itanizuia? Itanipa nguvu zaidi. Mkunda alinyosha mkono wake na kumshika Malika shingoni. Chagua, Baraka. Toa damu yako sasa na nikuachie Malika, au nitamponda mbele ya macho yako na nitalichukua tone hilo kutoka kwenye mwili wako uliokufa. Baraka alitazama huku na kule. Nahodha Shika alikuwa ameishiwa nguvu, Mzee Kombo Nabi. Cha usiku walikuwa wamefungwa, Nazari alikuwa akipambana na Zuena. Malika alikuwa ananyongwa, macho yake yakimwomba Baraka asikubali. Baraka alichukua kisu chake kidogo. Alijua nini cha kufanya. Mkunda, Baraka alipaza sauti. Unataka damu yangu, ichukue. Baraka hakujikata mkono. Badala yake, alikichoma kisu kile kwenye jiwe la msingi na kuweka kovu lake moja kwa moja kwenye jiwe hilo. Mwanga mweupe uliopitiliza ulilipuka kutoka kwenye kovu la Baraka. Haikuwa damu ya kawaida. Ilikuwa ni nuru ya walinzi. Aa, Nkunda alipiga kelele huku mwili wake ukianza kuyeyuka mbele ya ule mwanga. Lango la giza lilianza kujifunga kwa kishindo, likivuta majeshi ya Nkunda kurudi ndani. Lakini kulikuwa na tatizo. Wimbi la mvuto wa lile lango lilikuwa na nguvu sana lilikuwa linaanza kumvuta kila mtu, Malika, Baraka na hata marafiki zao. Inabidi mtu mmoja abaki nje kuzuia jiwe lisishituke, Mzee Kombo alipiga kelele. Zuena, ambaye alikuwa amezinduka kutokana na ule mwanga mweupe, alimtazama Baraka kwa mara ya mwisho. Macho yake hayakuwa mekundu tena, yalikuwa ya kibinadamu. Baraka, samahani kwa yote, Zuena alinongona. Nitabaki mimi, ni zamu yangu kulipia makosa niliyoyafanya nchi kavu. Zuena alijirusha kwenye lile jiwe na kulishikilia kwa nguvu, akizuia msukumo wa lango. Kimbieni, sasa hivi. Mlipuko wa nuru kutoka kwenye lile jiwe la msingi ulisababisha msukosuko mkubwa wa maji. Zuena akiwa amelikumbatia lile jiwe kwa nguvu zake zote za mwisho, alianza kuyeyuka na kuwa sehemu ya lulu za baharini. Lango la giza lilifunga kwa kishindo cha radi ya chini ya maji likimzamisha Nkunda ndani ya giza lake mwenyewe. Malika, Baraka, kamateni mikono yetu! Mzee Kombo alipiga kelele huku akivuta pumzi ya mwisho ya kichawi. Malika Saladini, kwa kutumia nguvu zake mpya za kifalme, alitengeneza mkondo wa mwanga jetstream. Aliwashika Baraka, Mzee Kombo, Bi Chausiku, Nazari kisha akajirusha juu kwa kasi ambayo haijawahi kuonekana. Walipita kwenye makundi ya samaki na matumbawe kama risasi inayotoka kwenye bunduki. Vuu! Walitokeza juu ya maji, mita chache kutoka ufukwe wa Mji Mwema. Hewa ya nchi kavu ilihisi kuwa tamu na nzito. Baraka alianguka kwenye mchanga wa ufukweni, akikohoa maji ya chumvi huku akitetemeka. Malika alisimama kando yake, sura yake ikiwa imetulia lakini macho yake yakionyesha huzuni kubwa kwa ajili ya Zuena. Tumefika, Baraka alinongona akitazama kijiji chake, tumerudi. Lakini mzee Kombo hakutabasamu. Alikuwa anatazama kiganja cha mkono wa Baraka, lile kovu ambalo zamani lilikuwa la kijani, sasa lilikuwa limebadilika na kuwa jeusi tii, na mishipa meusi ilikuwa inaanza kusambaa kuelekea mkononi mwake. Haijaisha, mzee Kombo alisema kwa sauti ya kukata tamaa. Mkunda hajafa, amejihifadhi. Ameacha mbegu ya giza ndani ya damu yako, Baraka. Walipoingia kijijini, hali ilikuwa ya ajabu. Nyumba zilikuwa kimya na moshi wa mapishi haukuonekana. Walipofika katikati ya kijiji, walikuta wanakijiji wote wamesimama kama sanamu, macho yao yakiwa yamefunguliwa lakini hayana uhai. Katikati ya umati huo, alisimama mtu mmoja ambaye Baraka alimtambua mara moja. Alikuwa baba yake Baraka, Mzee Juma, ambaye alidhaniwa amekufa baharini miaka kumi iliyopita. Baba! Baraka aliita kwa sauti ya kutetemeka uko, hai? Mzee Juma aligeuka polepole pole. Sura yake ilikuwa na makovu ya ajabu na alikuwa amevaa mkufu uliotengenezwa kwa meno ya papa. Hakutabasamu. Baraka, umekuja na yule aliyesababisha balaa hapa kijijini. Baba! Baraka mwanangu, sauti yake ilikuwa kama msasa Umerudi na yule aliyesababisha kila kitu. Unajua kwa nini nilipotea? Sikutekwa na Nkunda, nilikuwa na msubiri mlinzi wa kweli azaliwe, na sasa kupitia damu yako, Nkunda amepata mwili mpya. Baraka alirudi nyuma kwa mshtuko. Unamaanisha nini? Nkunda hahitaji lango tena, mzee Juma aliendelea, huku akisogea mbele. Anahitaji nafsi ya mlinda bahari ili atawale nchi kavu, na wewe Baraka ndiye uliyemleta hapa, ndani ya mwili wako. Gafla Baraka alihisi maumivu makali kwenye kovu lake. Alipiga magoti akilia. Malika alijaribu kumkaribia, lakini mzee Juma alinyosha mkono wake na kumrusha Malika mbali kwa nguvu ya upepo wa ajabu. Wewe nguva, muda wako umekwisha, mzee Juma alinguruma. Mimi ndiye kuhani wa Nkunda nchi kavu, na leo tutamkaribisha mfalme wetu kwenye kiti chake kipya, mwili wa mwanangu mwenyewe. Bi cha usiku alichukua unga wake wa maajabu na kuurusha hewani, akitengeneza kizuizi kati ya Baraka na baba yake. Kombo, huyu siyo Juma, huyu ni mzimu wa maji aliyechukua sura ya baba yake. Lazima tumwokoe Baraka kabla giza halijafika kwenye moyo wake. Mzee Kombo alijibu akichomoa kitabu cha kale cha siri alichokuwa amekificha kifuani. Kuna njia moja tu ya kutoa mbegu ya Nkunda, tunahitaji machozi ya mama wa kwanza. Zari ambaye alikuwa amekaa kimya akisikiliza sauti za upepo alishtuka. machozi ya mama? Lakini mama yake Baraka alikufa wakati anamzaa. Hakufa! Mzee Kombo alifichua siri nzito, mama yake Baraka alikuwa nguva kama Malika, lakini alitoa mkia wake ili aishi na binadamu. Amefungwa kwenye pango la kilio kule kilele cha mlima wa kijiji, akilinda siri ya damu ya mwanawe. Sasa mbio mpya zilianza. Malika, Mzee Kombo nazari walitakiwa kupanda mlima kumtafuta mama yake Baraka, wakati Bi Chausiku na nahodha Shika wakipambana na Mzee Juma kuhani wa Nkunda ili kumlinda Baraka asichukuliwe nafsi yake. Mwendelezo wa simulizi, mambo yanazidi kuwa moto. Siri ya asili ya Baraka inaanza kufichuka, yeye ni chotara wa binadamu na nguva. Baba yake amekuwa kuhani wa giza na mama yake yuko hai, amefungwa mlimani. Je, Malika atamfikia mama yake Baraka kwa wakati? Nini kitatokea Baraka atakapogundua kuwa yeye mwenyewe anaanza kugeuka kuwa chombo cha Nkunda? Na je Mzee Kombo anaweza kupambana na Mzee Juma ambaye ana nguvu za kuhani wa bahari? Mpaka kufikia hapa, ndiyo mwisho wa episodi ya pili. Usikose sehemu inayofuata na ndiyo tutajua nini kitatokea mbeleni.